Staff Bandari Maritime Academy. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunayafanya kama academy kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kusaidika kupata kazi. Jambo muhimu zaidi ni wale ambao washapata kazi tuhakikishe kwamba wanaweza baki kwa zile kazi. Kwa hivyo kuna ile document inaitwa Seafarer Identity Document ambayo imekuwa kikwazo kikubwa sana kwa wale wanabaharia wameenda kule kufanya kazi kwa meli tumefikia ya kuhakikisha kwamba hiyo document inakuwa issued hapa Kenya kwa all CFRs ambao wameenda kule because, hatutaki kwamba tumefanya bidii, tumewapatia kazi, alafu bado wanaregeshwa kwa sababu hawana hiyo cheti ya CFR document. Sisi pia kama nchi ya Kenya tumeweza kufanya zile tunaita memorandum of understanding na zile nchi ambazo zimeregister meli nyingi zaidi hii Kenya. Tuko na nchi kama Liberia, tuko na nchi kama Jamaica, kuna nchi kama Panama, kuna nchi kama Malta. Hizi ni nchi ambazo tuko na MOUs nao, ndio waweze kupatia vijana wetu kazi, kwa sababu mji wavo, sisi kama Kenya, kama serikali, hatuna meli ambayo inaenda kule baharini. Kwa hivyo tumebidi tuingie kamikakati na hizi nchi ambazo ziko na hizi meli nyingi, zimerejesta meli nyingi, nyingi, tuweze kupatia wa Kenya kazi kwa hizi hii, kwa hizi meli pia. Hapa kwa nchi kuna wale tunaita private investors wawekezaji ambao wako hapa nchini wameweza kununua meli. Tuko na kama ile tunaita Lamu Shipping Line Limited sasa hivi, mwezi uliopita walizindua meli yao ya tatu. Kwa hivyo wako na meli tatu, na hizo nazo tuko na MOU na hao. Wanatusaidia pia kupatia opportunities ile tunaita seaboard.